Waziri wa kilimo ameagiza mazao yanayozalishwa mikoa ya kusini ikiwemo ufuta, mbaazi na korosho yasafirishwe kupitia bandari ya Mtwara. Maagizo hayo ameyatoa wakati wa ziara yake aliyoifanya mkoani humo, ambapo ameeleza kuwa itatengeneza ajira kwa vijana na kuwapa uhakika wanunuzi wa kupakia na kuondoka na mizigo. kwa sababu nina mkurugenzi wa kopla, wekeni msukumo mazao yanayozalishwa kwenye hii mikoa ya huku yatokee kwenye bandari ya Mtwara ili kuongeza tija hapa lakini na kuwarahisishia wanunuzi uhakika wa muda mfupi wa kusubirisha meli, lakini pia wa kupakia na kuondoka na bidhaa. Tukifanya hivyo tutaifanya hii bandari kuwa full operational, na hiyo itasaidia kuongeza tija kwa Wanamtwara, lakini na kwa nchi yetu. Lakini wakifanyia hapa, tija nyingine kubwa ni ajira kwa vijana wetu tumeona hapa vijana wote, hamna mwenye muda wa kuongea na mtu, kila mmoja yuko bize na kutafuta noti. Lengo kuu sio kuhamisha fursa hizo, kuzipeleka sehemu nyingine. Fursa hizo zibakie kwa Wanamtwara, Wanalindi na wa vijana wanaozunguka ukanda huu, kujitafutia noti kupitia shughuli hizi. Hii bandari ikiendelea kufanya kazi kwa kiwango kikubwa, utahitaji vijana wengi zaidi wa kufanya kazi hapa kwa hiyo watanufaika na kunyanyua uchumi wa mikoa yetu ya nyanda ya kusini. Hiyo ni sisitize, sisi msimamo ni kwamba korosho, ameniambia mwaka huu mna uhakika wa kwenda zaidi ya tani laki tano zinazotoka nchini lazima zipite bandari ya Mtwara. Upande wake meneja bandari ya Mtwara ameeleza kuwa bandari hiyo imefanyiwa maboresho makubwa yanayolenga kupunguza muda wa kusubiri mizigo. Mheshimiwa Waziri, mwaka huu tuna maboresho makubwa ambayo yamesaidia kupunguza muda wa kusubiri kutoka siku 7.5 hadi kwenda siku 5.5, kutoka siku 7.6 hadi kwenda siku 5.6. Kwa hiyo kutokana na hayo maboresho yakihusisha pia kuhusisha sekta binafsi katika kufanya staffing nje ya maeneo yetu, umepanua wigo wa wow, wow. ushirikishwaji wa sekta binafsi katika kuhakikisha kwamba wanasapoti uuo <tinyo> wa thamani, na sisi kama bandari, hizo siku mbili tulizoziokoa baada ya kufanya maboresho haya ni muhimu sana katika kuhakikisha kwamba bandari inajiuza kimataifa, lakini pia inawasaidia wafanyabiashara kupunguza gharama zao za, za, za, za, za, za kuleta meli katika bandari yetu ya Mtwara. Katika hatua nyingine, mmoja wa wakulima wa zao hilo ametoa malalamiko kwa waziri huyo kuwa bei ya zao la korosho haiendani na halmashauri zingine zinazolima zao hilo. Bei tuna miaka karibu saba au minane haiendani na halmashauri ambazo zinalima korosho, kitu ambacho halmashauri na Nyambe inawezekana serikali kuu nikafunga ile halmashauri kwa sababu ya uzalishaji, lakini wakulima wanapambana, wanayo sehemu ya kulima na wazalishaji wazuri, lakini korosho yao haijatendewa haki kufika kwenye bei husika kama ilivyokuwa Tandaimba teneku ilivyo kwa Masasi. Tuna kilio ambacho tumetumwa na wakulima wetu, hiyo changamoto inawasumbua wana na, wa na Nyamba. Leo hivi nadhani tuna mkurugenzi wetu yule mama anamkubali amefuatilia hizo changamoto ameikuta korosho nyingi zinaishia Tandaimba, lakini zikienda zinakuwa, mimi niko mpakani mwa Tandaimba na Nanyamba, inaitwa kitamabondeni kwangu. Nimefunga gala nikiwa na tani mia moja ishirini na nane. Ukienda mitoni leo zimejaa. Baba kaka anambia tukupi korosho zetu, halmashauri yako inavyonunua korosho sisi hatuielewi, lakini mbogu, mbegu ni ile ile moja. Nikuombe kuombe mheshimiwa waziri, kilio cha Nanyamba ambao tuliopo hapa na sio kuwepo tuangalia halmashauri kilo. Ehe, ni vizuri yaani, mnada kwa mfano uliopita na nyamba imenunuliwa shilingi elfu mbili mia tatu na shilingi kumi hadi elfu mbili na shilingi kumi, Tandaimba ameuza elfu mbili na mia saba. Ni korosho ambayo inatoka na nyamba, kutoka mkoa wa Mtwara. Irebala, Chivihi Media.